Baraza hii inajumuisha shehia saba kutoka katika majimbo mawili, jimbo la Wingwi na jimbo la Pandani. Kwa hivyo hii ni baraza ya aina yake. Sasa nianze, baada ya utangulizi huo, kwa kuwapongeza kwa hatua hii ya kuanzisha baraza hii. Barza katika katiba ya chama chetu ni moja ya ngazi za chama, sivyo kama ilivyokuwa zamani. Hii ni ngazi rasmi ya chama inayotambuliwa kikatiba ndani ya katiba ya ACT Wazalendo. Kwa hivyo mliolifanya mmetekeleza pia katiba. Nawapongeza sana kwa hilo. nawapongeza pia kwa hizi. Sio baraza tu, baraza zinaweza kuanzishwa nyingi, lakini kwa hii hamasa ambayo mmeionyesha. Isipokuwa niwa nitoe wito kwamba isije ikawa ni leo moja tu, hizi hamasa mlizozionyesha ziendelee mpaka tuhakikishe nchi hii tumeikamata wenyewe na Othman Masud anaiongoza nchi yetu inshallah. Yeah. Mimi nilipoambiwa nije hapa Wingwi nilifurahi kwa sababu moja, tulipokuwa katika kampeni, katika mkutano wa kampeni ambao ulinisisimua na umeganda kwenye akili ya yangu na kumbukumbu kumbu zangu ni mkutano wa Wingwi. <coughs> Eh, hamasa zilikuwa kubwa, umma ulifurika, na kama mashindano ya majimbo yalianzia pale. Kwa hivyo hongereni sana watu wa Wingwi. <coughs> mimi siwezi kujidai kwamba Naijua jiografia ya Pemba kiasi hicho na watu wake, lakini nashukuru mara nyingine naweza kusema pengine nimeitembea Pemba zaidi kuliko hata Unguja kwa sababu moja tu, tangu zama za mzee wetu, Mwenyezi Mungu amlaze pema, marhum Maalim Seif alikuwa na dasturi tukifuatana naye ziara hana asipofika, na miaka ile ya mwanzo akilala viambonium na sisi nilikuwa katibu wake kwa miaka mingi, kwa hivyo tulikuwa tunafuatana naye na sisi wengine mipaka leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu amlipe wema aliko alikolala, kwa sababu katubadilishia mpaka utamaduni wetu. Ingelikuwa tabu pengine kwa makuzi yetu kuna baadhi ya maisha kuyakubali na kuyaishi, lakini kalifanya mimi leo naweza kuishi na kwenda kukaa na kuzungumza na watu wa pahala popote katika visiwa vyetu, kwa sababu ya utaratibu ule. Kwa hiyo wanasema kupitia utaratibu ule, sababu mara nyingi tulikuja Pemba tunalala un, iliku, mefika sehemu nyingi zaidi kuliko Unguja ambapo ndio nilipo. Lakini Unguja wengi tutakwenda tutafanya shughuli tukisha tunarudi. Lakini asali ilipokuwa nakuja pamoja kwamba sijui nilikuwa naambiwa na dereva aliyenleta hapa ananiambia kwamba kwa Pemba hii yeye kwa tathmini yake hakuna eneo au kijiji chenye eneo kubwa kama kijiji cha Wingwi. Akawa ananitajia zile, Wingwi hii, Wingwi hii, Wingwi hii, hii. Nikampa mfano nikaambia, ni kama kule Unguja na Donge, maana Donge nayo ina na Donge nyingi sana na kweli ukizamia jiografia ya Donge kwa Unguja, ukishavuka Mahonda tu pale unaanza kuzisabu Donge mpaka unakaribia Mkokotoni pale kule mwisho. Kwa hiyo nasema, nimeambiwa hivyo, kwa nafurahi kwamba pahala kama hapa pakiwa na kitovu cha harakati za siasa, manake mna chemchem ambayo inakwenda kueneza maeneo yote ya Pemba, ikianzia hapa Wingi, ndio maana nasema nawapongeza sana nimpongeze mwakilishi katajwa na diwani na wote ambao wamesaidia kwa hatua wa mbalimbali, naamini na wengine, kwa sababu mmesema baraza ya aina yake. Ina majimbo mawili, kwayo inategemea uongozi wa majimbo yote mawili watashirikiana kuendelea kusaidia kila pale ambapo panahitajika nyenzo zaidi za kuimarisha baraza hii. Sasa ndugu zangu, najua mimi hamasa hizi na kuja watu hawa hawajajia barza hawa <tipulis> hawajajia ufunguzi wa barza. Huo uongo jamani. Pengine <tipulis> wanasema ah, huyu Jussa mbona anatuzungusha? amani wa barza tu tangu kaza niseme tunajua kiu kubwa ambayo watu mnayo juu ya kujua hatima ya harakati zetu, lakini naogopa nisiwe mtovu wa adabu na mtovu wa nidhamu, kwa maana mwenyekiti wangu juzi na jana kisha sema na mie tena nikasema lakini nadhani nitakuwa si mtovu wa nidhamu nikipita mle ya mamo kapita yeye, sababu sisi tumelelewa, ndio maana asema ni watoto wa Maalim Sefu, tumelelewa na nidhamu zake. Mkubwa akishasema, lazima sisi wengine tujifundishe kwamba tena hupaswi kumkiuka. Lakini mimi, amao nataka nikwambieni kwamba poweni roho zenu.